Mchezaji Ekua Celestin amejiunga na klabu ya JS Kabylie ya Algeria kwa mkopo akitoka ya Yanga Africans ya Tanzania. Celestin anatarajiwa kuongeza ushindani na nguvu ndani ya kikosi cha JS Kabylie katika msimu unaoendelea. Kwa upande wake, kocha mkuu wa USM Alger, Abdelhak Benchikha, ameamua kujiuzulu wadhifa wake wa ukocha wa klabu hiyo. Hadi sasa, bado haijajulikana iwapo uongozi wa klabu hiyo utakubali rasmi uamuzi huo na utaanza mazungumzo ya kumshawishi kocha huyu